Sasa, ndugu Wananyasa, ni kwamba ujenzi umefanyika, bajeti ilitengwa, jengo limekamilika, zuri linapendeza kama tunavyoliona, lakini bado kuna change imebaki, na si change kiduchu, kweli change kwelikweli, zimebaki milioni kumi na mbili. Haya ni mambo nadra kidogo, si utamaduni wa desturi nchini kwetu kwamba miradi inatekelezwa na change zinabaki, lakini sisi TAKUKURU tunafanya hivyo, tutatekeleza miradi na change inabaki, lakini hata gharama iliyotajwa jengo hili Sijui nani kati yetu hapa akipewa hizi hela milioni mia mbili tisini na nne anaweza akajenga jengo kama hili. Ni ngumu sana, lakini sisi tumeweza. Kwa hivyo karibuni watu wanataka kujifunza kupata huu uzoefu, basi hata jinsi ninavyotekeleza miradi yenu binafsi lakini hata ya taasisi au na serikali kama huu, basi muweze kujua nini cha kufanya. kwa uzoefu wetu TAKUKURU katika maeneo mengine jengo kama hili liliweza kugharimu hata shilingi milioni mia nne au mia tano. Hivyo natumia fursa hii na hadhira hii kuwapongeza sana mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Nyasa na timu yake kwa uadilifu na weledi katika usimamizi wa ujenzi wa jengo hili. Na Wananyasa, tumekuwa ni miongoni mwa wilaya chache zilizobahatika kupata ofisi nzuri kama hii ya TAKUKURU. Tunajua ziko wilaya nyingi bado, serikali inaendelea kuhakikisha kwamba inakuwa na ofisi nzuri kama hii lakini kwa umuhimu wa pekee kwa upendeleo, Wananyasa hatimaye tumekuwa ni wale ambao tumetangulia kupata ofisi hii. TAKUKURU ni miongoni mwa taasisi zinazosimamia haki, na haki haitakiwi tu kutendeka, bali inatakiwa ionekane ikitendeka, na uwepo wa ofisi hii ni kiashiria cha kwamba haki inaonekana ikitendeka. jengo hili kabla ya mwaka elfu mbili kumi na tisa halikuwepo, lakini leo lipo, linazinduliwa maana yake ni kazi nzuri iliyofanywa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, akiitekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tunawapongezeni sana mliosimamia zoezi hili, kwa sababu msingeweza kusimamia vyema shughuli hii maana yake mngemwangusha rais wetu. Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyasa ulitekelezwa kwa awamu mbili kupitia fedha za bajeti ya mwaka elfu mbili na na mbili, mbili na, tatu, na ya mwaka elfu bili 2025 na nne ishirini na tano. Mradi ulitekelezwa katika mtaa wa Pilosa kati namba mbili, yani bomani kiwanja nambari mia mbili na sita kitalu D Mbamba Bay katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa, mkoa wa Ruvuma. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuzingatia awamu zote mbili za ujenzi, bajeti ya mradi kwa ujumla wake ilikuwa sasa ni shilingi milioni mia tatu na saba.